Ndugu wananchi, awali ya yote, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kutufikisha siku hii ya leo, lakini pia niweze kuwashukuru pia na nyie wananchi kuweza kuhudhuria katika maadhimisho ya kilele cha siku ya lishe katika kituo hichi cha afya Nyankumbu. Katika kuadhimisha maadhimisho haya, tunaendelea kupambana na magonjwa ya utapiamlo kwa watoto chini ya miaka mitano lakini yapo magonjwa ya kisukari, presha, pamoja na magonjwa ya kansa kwa watu wazima. Lakini kama tunakumbuka kauli mbiu ya mwaka huu inasema, afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Unachokula ndiyo matokeo ya afya yako. Ndugu wananchi, kauli hii inaendelea kutoa msisitizo wa kwamba kuendelea kuzingatia kula vyakula vilivyopo katika makundi sita ya chakula kama tulivyopitishwa na afisa lishe na tumeanza kujifunza tangu asubuhi. Wakina mama, aidha wewe ni mjamzito, endelea kumlea mtoto alioko tumboni, ili ukija kujifungua ujifungue akiwa na kilo zinazostahili, lakini pia akiwa amekomaa. Lakini pia atakapozaliwa na kuendelea kukua, hakikisha unamnyonyesha miezi sita ya kwanza maziwa ya mama tu. Kwa hiyo, nitumie fursa hii, tutaendelea kuwapa vipaumbele wale ambao wanakuja na wenza wao, aidha ukiwa mjamzito <laughs> au ukiwa na mtoto umekuja naye kliniki. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na kuwatakia kila laheri, asanteni sana. Katika mapishi haya ya leo ya kujifunza lishe, nimejifunza jinsi ya kupika ndizi uji na washauri jinsi kwa mtoto aliyokamilisha miezi sita anatakiwa aanze kul, kula vyakula ambavyo ni laini. Kuna wataalamu wetu wametuelekeza vitu. Kuna ndugu zangu kule wanasemaga kwamba mpe togwa. Togwa ni nini? Ni pombe? Hapana, kumbe nimejifunza, kumbe haka katoto kanahitaji huduma stahiki, yaani huduma ndogo ndogo ndogo ya ya kwa ajili ya afya, mama nakupikia mchicha, wewe unasema kwamba nishtaki kula mchicha bwana. Kumbe vitu vidogo vidogo hivi ndio vina mambo mazuri. Leo ni siku ambayo kituo chetu cha afya kimefanya maadhimisho ya siku ya lishe kwa ngazi ya halmashauri. Ah, elimu imetolewa kwa wananchi, kwa waliokuwa maeneo haya kwa jumla, wananchi wote wameelimishwa na wamepata elimu hiyo, na tunatumaini watakwenda kuandaa chakula vizuri kwa ajili ya kujenga afya za familia zao. Asanteni sana.